kuzipata na pia ukiwa unakuwa na ujumbe pendekezo au lolote kuchangia kupitia televisheni yetu La Voix d'Uvira TV, usikose kabisa kutuandikia kwenye namba yetu ambayo ya WhatsApp iko hapo chini, tunaweza kupata SMS yako, tutakwenda kukujibu. Asante sana kwa wale wote ambao wanaendelea kutuandikia na kwa wale ambao wanaendelea kutia comment zao, tunaendelea kushukuru kupitia televisheni yetu La Voix d'Uvira TV, katika tukiwa pale maeneo ya Kalemabenge kupitia hotuba ambayo iliweza kufanyika baada ya shirika la kiraia kuandaa kabisa uh, kongamano ya raia ambapo kuna kuwa na ile Eh, ya kwanza kwa kuhamasisha raia kujua namna gani eh, serikali inavyotumika na kuonesha makosa wazi mbele ya raia na kupinga yale maamuzi ambayo yanakuwa yanatokea yakiwa yakiolela. Kwa hiyo basi, tumepata nafasi ya kufuatilia kabisa huku tukijua kile ambacho kile ambacho alichokizungumza eh, Kamanda Rene Itongwa ambaye ni kamanda wa wazalendo katika tarafa la Uvira, alikwenda ah, kufanya mitinge kushindikiza shirika hizo za kiraia na pia alipata nafasi ya kuweza kuzungumza mambo mengi hapa. Alizungumza mambo ya M23 Android Twigwaneo na kuthibitisha kuwa maeneo huko ya nyenje za juu na nyenje za kati tayari zimemilikiwa na wazalendo, wamefunga kila nafasi wakipiganisha M23 Android na Twigwaneo. Na wanasemekana kuwa hakuna tena antre. Yani, huko maeneo ya Minembwe, Kageregere na nafasi nyingine M23 haiwezi kuingia au haiwezi kutoka kwa sasa, kwa sasa wanapatikana katikati na wakiwa kabisa wako katika ile hali ambayo mnajua ya SSLF. Na lakini amezungumza kuwa e, vita ni siasa, vita ni kujipanga, vita sio kukurupuka, na pia aliweza kuhamasisha akisema kwamba raia wa Uvira vijana wa Uvira wapate nafasi ya kujiunga kwenye uzalendo ili kabisa wapate nafasi ya kuweza kukomboa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitaja kuwa uh, licha kuwa M23 kuna kuwa na ile utofauti upo lakini kila leo wanaenda kurekrite, lakini nao pia uzalendo wako na hii harakati ya kwanza kuendelesha ile marekrutima ambayo itawasaidia ili kukabiliana na M23. Alizungumza hivyo Kamanda René Itongwa katika hotuba hiyo. Pia alipata nafasi ya kueleza kile ambacho kinakuwa kinasusia kila leo na pia wazalendo kuwa kitu kimoja na kushirikiana, pia kuwaunga mkono ili kabisa wapate nafasi ya kufanikisha kile ambacho wanachokiita uzalendo. Kwa hiyo tumepata nafasi ya kuzungumza naye, tunakuomba kabisa ili kwamba uweze kufuatilia mwanzo hadi mwisho kupitia televisheni yetu La Voix d'Uvira TV alichokizungumza. Usikose pia kujiabone kwenye chaneli yetu, kusambazia wengine, kulaki pia Komenti, itakuwa ni vizuri kwako mtazamaji wetu. Mimi ni Jeanvie Emmanuel Kaluh ya mwanzo hadi mwisho, karibu. Tunaenda kumshukuru Rais Felix Tshisekedi Tshilombo, ni rais mzuri sana ikiwa leo wazalendo FARDC wengine wako pamoja, ni yeye amefanya kusudi sisi wote tuwe pamoja. Neno langu la pili, mimi nafurahi sana kiupeke na kiuzalendo, kuona raia iko determine, ni kitu ambacho kinanifurahisha sana. Tutaenda kuwakumbusha kusema ya kwamba depuis M23 ingali goma fanyaka mitingi hapa, tukafanya mitingi Sange, tukafanya mitingi Kasenga, kuonesha raia kama M23 haitafika hapa. Tukaambia raia kusema ya kwamba vijana wakuje tupiganie inchi hii. Message tulisemaka na ndio maana tunashukuru raia kuona determination yenu ingaliki kweli wa moja walijitoleaka, wakaingia, tuko nao, tunaendelea kuhitaji vijana mukuje. Mablesi mamo, yaani vita iko na piganiwa kwenye, hakuna vita hakuwezi onekana mablesi. Na kama munapenda temoignage, mwende mhopital general

vita hata ikawie isikawie, inaombaka strategi. Munaweza enda mkapigane leo kia huku, akiendi huku, ni lazima watu tena wakae chini, wajifunze nini tufanye. Kama uko naona masesele fe za mingi ziko zinafanyika entre gouvernement na M23. M23 ndio iko na kuwa ya kwanza kulomba masesele fiza liko nalomba ma sesele fe wakati banaenda kuvita, tuna bapiga sana, banajikuta banakufa sana, banaumia sana, banapoteza vitu sana, na banaona tukifanya offensive hapa, mambo takuya vingine vingine, ni lazima tuombe sesele fe. Hizo ni mamotifu za bokabambi zenye ziko zinafikia e bokulomba seselefe. Nanema na maana, muko naona bakirekrite bakitataramfo seselefe navunjika marangapi, bacha sinye ako, na nayeve tena nde viko nakuwa bakwanza kufanya mataki. Nikwa sababu gani? viko naenda vanaenda kujiorganiza na ndio mana tunavambia kusema ya kwamba sisi navo tuko tuna nawaza mambo yote mukumu nao komantere zote zenye zilipitikana hapa, sijui serikali ni mbaya, sijui abapendi kupigana, sijui nini. Ikiwa FARDC iko wanajeshi ni kwa sababu raia ilijitolea wakawa FARDC. Ikiwa wazalendo tupo, ni raia ndio ilisimama ikakuwa wazalendo. Arme ikiwa wazalendo lona arme wako ni kwa sababu ni raia. Kwa hiyo kitu cha muhimu, na acha ni profite kusema hii neno, tuliwahi kulance appel tangazo moja hapa ku radio ilifanya umwe 5 ya 4 jours kusema ya kwamba tunahitaji vijana wakuje hivi, tuko muformasio pale, tunahitaji vijana wakuye tuwandaye, tufukuze adui na leo tena tunaprofite kuisema hapa, vijana tunawahitaji, mukuje tukimbizane na adui, tuwe wengi leo. Ikiwa M23 iko naendelea kuongezeka, viko na kamata babiana mwingine mwingine, ba volunteers wanaingia, ndio maana mnaona M23 iko naendelea kuwa ya mingi. Kwa hiyo na sisi tunahitaji vijana waongezeke, tupiganie inchi. Pigana, na upigana tulishawahi kuambia watu wengine, mie na kuwaka mpambanaji na mie na kuwaka kuli, kumstari wa mbele wa vita. Kama naingia muvita sikuwaki nyuma kama mbele, kutakuwa vasoda vatatu vayine vatano na mie na kuwaka mwao. Sasa niko naambia watu mie siapigana hiyo vita yote siyaingia, amu nipigane hivi ivi, tuangaliani nato, ila sasa najiandaa kwenda kupigana. <laughs> na mimi niko mkombozi, niko najisikia kusema ya kwamba niko mkombozi, nimechaguliwa na Mungu kukomboa Wakongomani. Kwa hiyo vita tuko naenda, tunajiandaa tuko mu preparation. Siku mutasikia tunanyanguka pale kwenye tuko kote, kwenye tutaenda iwe Minembwe, iwe Mikenge, iwe Kamanyola, iwe Nyangezi, kote kwenye muwe mnasikiliza, siku mutasikia Rene anaenda muvita, tunaenda fanya ukombozi na hakuna kenye kitashindikana, hakuna kama ni Mungu. Tuko na Mungu mzima ule Mungu mwenye anazuia wale waduhu pale, ndio mwenye tuko naye, na kama ni uwezo mwingine tuko nao kwa kufukuza aduhu, na ndio maana tuna varasure, muwe na imani ila jenesi, mutuunge mkono, twende tulibere Kongo. Ikiwa service ya demobilization iliwekwa ni kwa sababu ya vavolontere. Wakati watu wanajitolea kwa ajili ya kupigania nchi, sababu kubwa ni ukombozi, na wakati ukombozi unafanyika, ni lazima mwenye kutaka kurudilia maisha ya kawaida anarudilia. Hatuna mengi, machache hayo tulipenda tu... tuwaoneshe.